Kwa hivi sasa mtazamaji unaarifiwa kwamba moja kwa moja tunaenda hadi kaunti 001 ambapo kwa hivi sasa gavana wa Kisii Paul Simba Arati anahutubia umma. Tafadhali, kila mmoja wenu, SG wangu, hakuna vile tutaacha kiti, kiti hiki cha chama chetu kiende chini. Vijana wengi wamesema tafadhali msiuzwe Don't be bought. Hatuwezi nunuliwa kivyovyote vile. Vijana, hakuna lingine ambalo taelezekana kabla sisi hatujashikana. Mimi nawaomba kama ni jera tutaenda pamoja. Kama ni tia gasi tene itakuja tutakula pamoja kama ni mapambano tutapambana pamoja. Haki ya kila mkenya lazima italindwa. Nataka niachie hapo. Mheshimiwa gavana, Mheshimiwa gavana wa Kilifi yuko pamoja na sisi hapa, Mheshimiwa Mng'aro, awasalimie aya vijana. Hoye vijana, hoye ODM waja tuone. Vijana, mbona hamna nguvu? ODM tuone kwa mikono kama mko tayari. Mko tayari? Mko tayari? Bas, wacha pia mimi nichukue nafasi hii niwasalimie vijana na niwaambie hivi. Mara ya mwisho nilikuwa na baba kabla aende safari pale Malindi, alinambia vijana lazima tuwalete pamoja na tuwaweke kwa siasa, tuwaongoze na leo tuko hapa na SG na viongozi wote tukisema kwamba vijana, nyinyi sio viongozi wa kesho tena, nyinyi ni viongozi wa leo. Kwa hivyo katika chama cha ODM mchukue fursa, mfanye bidii. Na wale mnatoka Kilifi, wako wengine hapo wakilifi wakilifi, mkitoka hapa wa wa muende Magarini. Hiyo ndio testi ya kwanza ya kujua tuna mwenzi baba, kwamba kiti ya magarini iende kwa ODM, si ndio? Ninyi watu wa Kilifi, mwende mlale huko. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, asante sana, tumefika kikomo kwa wale walikuwa wanaondoka. Sisi wengine wote tutasalia hapa, tuketi na nyinyi tupige sherehe. Tumegawana kazi namna hiyo, si sawa? Asante sana program irudi huku. Wakimaliza tutawatambulisha wabunge wote ambao wako hapa na mtasalimia Mheshimiwa Aladu. Jamii na mtazamaji, ndivyo hali ilivyo kwa